Jinsi ya kudownload game utamenye hapo kwenye generate link, baada hapo utamenye sema alikoandika download link, baada hapo utashuka chini utaona sema alikoandika download utagusa hapo, baada hapo utamenye download utaanza ku download ika utamenye ya. Baada ya ku download hilo game, sasa naenda kukupa maelekezo jinsi ya kuweza kuliseti hilo game uweze kulicheza. Game namba moja, utaenda katika application ya Play Store, utadownload Z uta Archiver hiyo hapo. Utajatana kuseti hapo PSP hiyo hapo utainstall pia. Baada ya kuinstall, utakuwa na Z Archiver pia na PSP. Kwa utafanya hapo game lile ambalo linakuwa sehemu ya ndika download o, kwa namba moja utaanza kuenda kwa sehemu alioandika PSP. Baada hapo, itakuja hivi namna hii hapo PSP. Ikifunguka direct, sio shida, manake PSP folder imejitengeneza automatic, lakini kwa simu ambazo

Baada hapo nitatoka ndani ya hii application. Utaenda sehemu alikuandika ZArchiver. Pamoja utagusa I mean exact. I mean sehemu alikuandika exact ambako ni hapa semu alikuandika exact. Baada hapo utagusa, baada hapo utabonyeza semu alikuandika download, hapo semu alikuandika game ambako ndo nimesave kwa. Utaenda semu alikuandika game hapo games. Baada hapo utafungua ndani ya hiyo folder ndio PSP. Baada hapo utaenda seemu semu ali kuandika game hapo baada hapo nitaminya kwenye chkimshare kili chwangaliachi. Baada hapo nitaminya neno keep screen from turning off nitasubilia hapo. Baada hapo sasa nitatoka nitatoka ndani ya hiyo application, nitaenda semuali kuandika PSP, nitaifungua hiyo application. Baada hapo sasa nitaminya hicho kidudi cha kijumba kimechoka kama kinyumba hichi. Na hapo ndamini hapo nitaminya anasema alikuandika ndika PSP. Baada hapo ndamini anasema alikuwa ndika game. Baada hapo ndaliona hilo game. Nitalibonyeza tu. Game litakuwa limeplay kama hivyo game kutokana na game ambayo una reset. Ya lakini kwa wale ambao game ulifungua PSP application ilifunguka direct hivi. Namna hii hapa. Yani ilipigwa direct, manake PSP folder ili jitengeneza yenyewe automatically. Kwa kuipata utumenye exists kama hapo, utaenda application ya ZArchiver utaenda kama kawaida download, utagusa mara moja ile game yako utaenda. Yeah, Ma... utagusa mara moja hapo, utaenda option ile iliyoandika exact. Ni option hii e, hapa iliyoandika exact utaibonyeza, hiyo exact hii yeah. Baada hapo utabonyeza sehemu ile iliyoandika download hapo baada hapo utaenda sema ilioandika device storage. Kwa baada ya kwenda device storage, hapo utatafuta application folder, ndio ndiko PSP. Kama hiyo yangu hiyo, utagusa mara moja, utaenda option namba na mbili game. Baada hapo utamenya kwenye hichi folder ch kidude kimshati kilichoangalia chini, takibonyeza hapo. baada ya kubonyeza hapo tutatoka tutarudi tena katika application ya PSP. Tafungua hiyo application. Baada hapo sasa tutamenya hicho kidudi cha kijumba, simchoa kama kinyumba hichi. Baada hapo ndamenya hapo tutamenya na simu alikuandika PSP. Baada hapo ndamenya simu alikuandika game. Baada hapo tutaliona hilo game. Tutalibonyeza tu. Game litakuwa lime play kama hivyo game, kutokana na game ambayo una reset.